Mungu akamwambia Sulemani atakapokwenda sawasawa na njia yake, ndipo atakapomzidishia siku zake. Tusome. Mungu akampa Sulemani hekima na akili nyingi sana na moyo mkuu kama mchanga ulioko pwani. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni hekima hiyo, ni hekima gani akili? Akili nyingi Hesabu chukua mchanga tu wa bahari, uchukue tu kwa mkono wako mmoja tu, uzoe tu kwa mkono wako mmoja alafu uhesabu moja baada nyingine, hautaweza. Utakaa miaka na miaka unahesabu na uwezi. Sasa sembuse, fikiri kama mchanga wa bahari. Mungu akampa akili nyingi sana kama mchanga wa bahari, ilikuwa ni akili isiyokuwa ya kawaida ilikuwa akili siokuwa ya kawaida kabisa. Hekima ya Sulemani ikapita hekima ya wana wote wa mashariki na hekima zote za Misri, kwa kuwa alikuwa na hekima kuliko watu wote. Mungu anapombariki mtu unakuwa na hekima isiyokuwa ya kawaida, na ndiyo maana sisi wa Kristo tuna hekima nyingi kuliko watu wa dunia tuna tu matajiri katika ufalme wa mbinguni, uko mbinguni. Shetani anapokuona katika ulimwengu wa kiroho, wewe ni wa thamani sana, na ndiyo maana tunapigwa vita sana kurudi katika dunia. Kwa hiyo tumheshimu Mungu, kwa kuwa alikuwa na hekima kuliko watu wote, kuliko Ethani Mwezraia na e, Emani na ka, Kalkoni na dada, na Darda wana wa Maholi. Zikaenea sifa zake katika kati ya mataifa yote yaliyomzunguka naye, ya akanena mifano elfu tatu na nyimbo zake zilikuwa elfu moja na tano Bwana yesefe sana, achaniruke, achaniruke nisome katika wafalme hii Wafalme yake ya kwanza na mstari wake wa 11 mpaka 11 eh, na sura yake ya, ya, ya kwanza. Nitashuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tusikie madhara ya kiburi. Mtu anapobarikiwa sana, wengi asilimia ya wengi wanabadilika, ya asilimia ya wengi wanabadilika, hasa leo wengi wanabadilika, anapopata mtoto anabadilika anapokuwa anapitia changamoto kubwa anabadilika, ameomba sana, mambo ambayo anayoombea hayatokea anabadilika. Sasa tusome katika Wafalme wa kwanza na sura yake ya ya 11 na mstari wake wa kwanza. Maandiko yanasema ya kwamba nasoma katika jina la Yesu Kristo, mfalme Sulemani akawapenda wanawake wengi wengine, pamoja na binti yake Farao, wanawake wa Moabi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 alafu na msahau Mungu aliyekupa watoto wao na heshima hiyo ulio nayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wengi wanapamba kiburi sana, Mungu anapowainua, Mungu anapomuita mtu huyo na kumfanya kuwa mchungaji, mtu anapamba kiburi kwa sababu yeye ni mchungaji. Mtu anapamba kiburi kwa sababu yeye ni nabii. Mtu anapamba kiburi kwa sababu anaponya watu ana, anawaombea watu pepo zinaruka. Mtu anapamba kiburi na kujiona yeye ni mkubwa sana na kusema kwamba mimi ni mkubwa sana kuliko nyinyi wote. Mtu anapoanza majivuno ya namna hiyo, roho ya Mungu inakuaga tena ipo, roho ya Mungu inakuwa haipo kabisa. Mtu anapoanza kib... anapoanza kuweka kiburi kwa sababu Mungu amemwinua kwa sababu Mungu amemsogezea watu wa kuwamiliki, mtu huyo Mungu anakuwa hana hapo. Sulemani alibarikiwa na Mungu, Mungu akampa akili sio ya kawaida, Mungu akampa utajiri Hakuna mtu ambaye alikuwa tajiri kama Sulemani, hakuna mtu ambaye alikuwa na heshima kama Sulemani. Lakini Sulemani alipamba kiburi kwa kuona Mungu amembariki. Sulemani alipamba kiburi kwa kuona Mungu amempa maarifa isiyo ya kawaida. Sulemani alipamba kiburi kwa kuona Mungu amempa fahari kuliko wafalme wote wa, wa eneo lile ambalo aliyokuwa. Hatimaye Sulemani akaoa wanawake wengi kupita kiasi, kwa sababu ya heshima aliyokuwa nayo. mwishowe Sulemani alipokuwa mzee wanawake waki, Mungu aliwakataza msioe wanawake ambao hawanijui, wanawake wa kimataifa, wanawake ambao hawanijui. Watu leo wanaolewa na Waislamu, unakuta mtu ni Mkristo anamtumikia Mungu vizuri, unaenda kuolewa na, na, na wakanchape, si watakugeuza si moyo wako? Mtu unakwenda kuolewa na, na Muislamu, atakugeuza moyo. Wewe umeshawahi kuona wapi asilimia mia mwanamke wa Kikristo ukiolewa na Muislamu lazima atakugeuza moyo, atakufanya uende kusilimu. Hiyo ndio shida. Hona watoto wa Waislamu, jinsi ambavyo huwa wanamsimamo. Wewe ukiwa ni mwanaume, ukiwa ni Mkristo na ukiolewa kuwa Muislamu, atakulazimisha ukageuze dini, ukaende kusilimu kwenye Mungu wao kule. Hiyo inakuwa ni, ni shida sana. Kwa hiyo Mungu aliwakataza hawa watu wasiende, alimkataza Suleimani na kuambia kwamba usioe wanawake wa kigeni na ilikuwa ni kwa wana wa Israeli wote. Mungu alikuwa amewakataza wasioe wanawake wa kigeni, kwa sababu Mungu alijua hawa watu hawa ni makafiri, watu wasiomjua Mungu, watu wasiomjua Mungu, hawa watu wasiomjua Mungu. Mungu aliwakataza na kuambia kwamba msioe watu ambao ambao hawanijui, kwa sababu watakugeuza mioyo, watawageuza mioyo yenu lakini Sulemani hakusikia. Alipoona kwamba yamekwisha, si Mungu amesha nibariki, Mungu amesha nipa amesha nipa fedha, heshima, alafu tena mimi ni mfalme, kama Azaria alivyofanya, kwa sababu Mungu amempa heshima na nguvu nyingi akapamba kiburi, naye anaingia kwenye madhabahu ya Bwana anataka kufukiza uvumba. Ndivyo ilivyofanya Sulemani. Sulemani aliona kwamba Mungu amempa heshima nyingi sana akapamba kiburi na kutaka kumzolea Mungu. Af, anakanyaga sasa unakanyagaje wokovu? Umeitwa ili umtumikie Mungu katika njia ya unyoofu, lakini unabadilika kwa sababu ya vitu ambavyo unakutana navyo. Unabadilika kwa sababu ya kukosa mtoto, unabadilika kwa sababu ya kukosa mme. Anayetoa ni nani? Mungu ndiye anayefanya kiziwi na Mungu ndiye anayefanya bubu. Mungu ndiye anayefungua na Mungu ndiye anayefunga. Lakini Sulemani alibadilika kwa sababu ya kuona ameshakuwa tajiri sana, akabadilika akamwasi Mungu. Alafu tena ameshabadilika akawajengea na hekalu sehemu ya kuabudia. Au wake zake wa kigeni waliombadilisha mioyo, waliombadilisha moyo wake. Bwana aturumie sana, Bwana Yesu aturumie sana. Sulemani akumfata Bwana kama jinsi Bwana alivyotaka. Sulemani akabadilika, Sulemani akabadilika, akaanza kuyatenda yasiyopendeza. Sulemani akaanza kufanya vitu ambavyo ni machukizo mbele za Bwana. Sulemani anaenda kutoa dhabihu kwa miungu yake ambayo ambayo ni ya kigeni, ambayo Mungu alimkataza kwayo. Viburi ambavyo vilivyo na Wakristo, mtu anapamba kiburi kwa sababu ameinuliwa sana. Unapamba kiburi kwa sababu Mungu amekwambia kwamba wewe ni nabii, na kwa hiyo we, we, we, we, wewe ni mchungaji, kwa hiyo fungua kanisa nitakupa watu. Mtu anapopewa watu, mtu anakuwa te, amegeuka. Mtu zamani alikuwa kihubiri neno la kweli la Mungu, anaanza kufuatisha sasa nana ya dunia, imeshakuwa ni mahubiri ya fedha, mahubiri ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya miujiza tu, hakuna tena kuhubiriwa kweli. Mtu anakaa katika kutafuta vitu vya dunia, hana haja, hana tena muda wa kutafuta Mungu. Maisha ambayo yamekuwa na wakristo wa leo Mungu anapokupa anap, sehemu ya kwamba uwatawale watu hakwambia kwamba wale watu sasa uwatawale jinsi unavyotaka, alafu mgeuki alafu ugeuke Mungu. Hapana, bali unabidi unyenyekee. Wengi wanapoimba vizuri wakisifiwa, wengine leo wameanza kujiita wao ni wafalme wa muziki, wengine wanajiita wao ni makwini wa Injili Mungu atawahukumu msipo tubu. Mungu atawahukumu. Nitasoma, nitamalizia na Danieli, nitamalizia na Danieli. Danieli sura yake ya nne, kitabu cha Danieli sura yake ya nne na mstari wa ishirini na saba nitamalizia hiyo. Ninasoma katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti.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 Hapa kuna stori kubwa sana ambayo sitaki kuisoma, kwa sababu unaweza ukajisomea mwenyewe katika kitabu. Unaweza ukaanza kile kitabu cha Danieli sura yake ile ya tatu mpaka hii sura yake su ya, oh, sura yake ya nne ya na kushuka utapata kujua ninachos, ninachosoma. Maana huyu mfalme Nebukadneza ni, ni mfalme ambaye Mungu alimpa uwezo, alimpa uwezo alimpa uwezo apate kutawala. Alikuwa ametawala alikuwa ametawala taifa nyingi sana, alikuwa mfalme ambaye ana nguvu sana. Lakini kwa kuwa alipoona ya kwamba amekuwa ni mtu ambaye Mungu ame-, ame-, yani mtu am-, Mungu amembarikia hatimaye akapamba kiburi, mara anajenga akajenga sanamu, akataka watu wote wayabudu sanamu ile akawa akitenda vitu visivyokuwa haki, yaani ni mfalme ambaye alikuwa na amri, ukitaka uishi utaishi, ukitaka ufe utakufa, akisema leo utakufa atakuua. Akapamba kiburi kwa sababu ya kuona ukuu ambao Mungu amempa, lakini Mungu mpa mtu yeyote amtakaye. Sasa Mungu alimpa kwa sababu aliona huyu mtu, acha nimpe ufalme, akampa akamiliki akamiliki taifa nyingi sana lakini kwa taifa nyingi sana alizozimiliki, akapamba kiburi. Bwana Yesu asifiwe sana, Bwana asifiwe sana. Hatimaye Mungu akamwadhibu akamtupa porini awe sawasawa na, na, na nyama akale majani kwa miezi kama sijui kama ni miezi saba yote akawa yuko huko alipokuja kujua baada ya hiyo hiyo adhabu, akakuja kutambua ku, akakuja kutambua ya kwamba kumbe Mungu ndiye mkuu, Mungu ndiye anayestahili ku, kuabudiwa. Kiburi kilicho na wakristo wengi siku ya leo, nataka nikwambia kwamba ndugu yangu unayenisikiliza, Mungu anakupenda. Mungu kukupenda si kwamba hakuona ku, ha, wengine, bali ni nehema. Bwana turumie sana Mungu alikuchagua kwa sababu ukapate kuwaongoza watu wengine ambao amekuwekea tayari. Usibadilike kwa sababu Mungu amekupa church kwa sababu kuwa kuwafundisha watu wengine. Kama umeitwa kuwa mchungaji, nyenyekea, usibadilike na kuanza kufundisha vitu ambavyo haviwaponyi mioyo ya watu. Usianze kufundisha vitu ambavyo haviponyi nafsi za watu. Watu leo wanabadilika, unakuta mtu aso hana tena muda wa kusoma Biblia mtu ana muda tena kusoma Biblia, imekuwa ni kuanza kufundisha habari tu za vichekesho, ni mastori ambazo zilizo katika church. Sasa mungu akukuitia ha hayo, Mungu ametuita ha kwa sababu tuponye mioyo ya watu, na kwa yale ambayo tutakayo yanena, nipo watu watakapoguswa. Lakini watu wamepamba viburi kwa sababu unakuta mtu amebadilishwa, amekuwa amekuwa mtumishi, ameanza kuhubiri neno ameanza kuona watu wanaanza kuambia kwamba unahubiri vizuri, anapamba kiburi. Unaimba vizuri, anapamba kiburi. Bwana turumie sana. Ushauri wangu ni kwamba jiangalie jinsi unavyokwenda ikiwa mwendo wako wa zamani na sasa vimebadilika, nieri ukatubu, maana muda bado ungali nao. Hakuna neema unapokufa tumeandikiwa, ni kuishi mara moja na kufa ni mara moja lakini kuna maisha mengine baada ya haya. Baada ya haya kuna maisha mengine, na hayo maisha mengine hayo ni ya milele. Hatuwezi kabisa, hatuwezi ku, kukwepa hukumu ya Mungu ikiwa tunayafanya haya tunayoyatenda, tutakwepaje hukumu ya Mungu? Ni heri sana kuangalia jinsi tunavyoenenda, ni heri sana kuangalia jinsi tunavyoenenda dhambi au kiburi. Si kwamba tu umeacha tu una, una, una, unawekea watu wengine hapana. Unapolidharau neno la Bwana kwanza ni kiburi kikubwa sana. Bwana Yesu aturumia sana. Badilikeni ndugu zangu, jiangalie kila mmoja, jiangalie mahali alipo, jinsi gani anavyoenenda. Na Mungu wa mbinguni atusaidie katika jina la Yesu Kristo amen.